Kuna siri ndogo ndogo ambazo ukiweka kwenye maisha yako ya leo, unaweza kuongeza furaha yako bila hata kutumia nguvu nyingi. Hizi ndizo njia rahisi ambazo watu wengi huzipuuza, lakini ndizo hutengeneza tofauti kubwa sana kwenye afya ya akili na maisha kwa jumla. Karibu kwenye yanayojiri mitaani TV kwenye video hii ambapo tunazungumza kuhusu njia saba rahisi za kuongeza furaha yako kila siku. Hizi si mbinu ngumu, hazihitaji fedha, lakini zinaungwa mkono na sayansi na uzoefu wa maisha ya kila siku. Ukiweza kuzingiza kwenye ratiba yako utajikuta unakuwa na amani zaidi, nguvu zaidi, na furaha ya kweli inaodumu. Asubuhi, kabla hujafungua simu, kabla hujatuma meseji, kaa kimya kwa dakika mbili tu, vuta pumzi taratibu, usikilize mwili wako na uanze siku bila haraka. Dakika hizi mbili ni kama reset button. Zinaondoa msongo, zinatengeneza amani na zinakuandaa kwa siku yenye utulivu. Hata kama uko kazini, nyumbani au kwenye daladala au matatu, dakika mbili tu zinatosha. Furaha ya mwanadamu mara nyingi hutokana na ushindi mdogo mdogo. Hata kupiga deki, kukunja shuka au kupanga meza inaweza kutoa hisia ya mafanikio. Je, unajua ubongo hutoa dopamine homoni ya furaha kila unapomaliza kitu kidogo? Usisubiri jambo kubwa, anza na dogo na utajisikia vizuri zaidi. Hata kama huamini, mwanga wa jua ni dawa asili ya furaha. Dakika kumi za jua asubuhi huamsha mwili, hupunguza stresi, na huongeza nguvu za mwili kwa siku nzima. Toka nje, hata kama ni mlangoni tu. Fanya mazoezi mepesi Tembea tu ama tembea hatua chache. Jua linafanya miujiza kwenye mwili bila gharama. Tembea hata ndani ya nyumba, hata kwenye korido, hata kazini. Kutembea kuna uwezo wa kupunguza msongo wa mawazo mara nyingi, ama mara moja. Wataalamu wanasema kutembea kunafanya mawazo kufunguka. Kuna kupunguza mawazo mazito na, ku, na kuna kufanya uhisi uhuru. Usisubiri gym. Usisubiri saa moja zima ambalo utalipeleka gym. Dakika tano zinatosha tu. Zungumza na mtu mmoja tu kwa upole. Furaha ya binadamu ni kutoka kwenye mahusiano. Uhitaji watu mia moja, huhitaji marafiki wengi. Unahitaji mtu mmoja tu. Msemeshe vizuri, muulize hali yake, mpe neno jema au salamu tu kwa upole. Maneno mazuri ni tiba yanapunguza stresi kwa anayetoa na anayepokea. Andika jambo moja la shukurani kila usiku. Usiku kabla kulala, chukua dakika moja tu uandike kila kitu ama kitu kimoja ulichoshukuru ama unachoshukuru nacho leo. Kwa mfano, nashukuru kuwa hai, nashukuru chakula, nashukuru familia, nashukuru kazi, nashukuru amani ya leo. Moja tu. Wataalamu wanasema tabia hii inabadilisha mtazamo wa maisha kwa nguvu sana, kwa sababu ubongo huanza kuona mema badala ya mabaya. Fanya jambo moja rahisi unalolipenda. Mara nyingi tunasahau kufanya kile kinachotupa raha ama furaha ya moyo. Kama unapenda kusikiliza Qurani, sikiliza vile m... unavyotaka Kama unapenda kunywa chai, kunywa kikombe kimoja kwa utulivu kama unapenda bustani, shika udongo dakika mbili. Jambo moja tu jepesi zinaweza kubadilisha siku nzima. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, njia hizi saba ni rahisi, hazihitaji nguvu, hazihitaji fedha, na unaweza kuanza leo. Anza na moja, halafu mbili, halafu tatu. Kila unachoongeza kinaongeza furaha kwenye maisha yako taratibu. Kumbuka, furaha si kitu kinachokuja ghafla, ni tabia ndogo ndogo unazozijenga kila siku. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, kama unapenda video kama hizi za afya ya akili, maisha bora na mbinu za kupunguza stress, hakikisha una subscribe, una like na una share kwa watu wengine. Tuendelee kujenga maisha yenye furaha, afya na utulivu. Hii ni Yanayojiri Mitaani TV.